Inwezekana leo unaishi maisha magumu, inawezekana leo unaishi maisha ya kukosa, lakini ndoto hizi nitakaza kutajia siku ya leo ni pf ama ni ushahidi ya kwamba siku chache zijaza usoni huwo unakwenda kuwa tajiri. Sasa ka mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu mwishoni mwa mwisho mw video hii nitakuonyesha ni kitu gani ambacho natakiwa kufanya kama umeota ndoto hizi ambazo nitakutajia siku ya leo kwa sababu hata ukazijua ndoto hizi ni zipi na ukajua pia na maana yake, bila kujua ni kitu gani cha kufanya, itakuwa sawa sawa na bure, kwa sababu ndoto hizi wewe unazijua na umekuwa ukiziota muda mrefu, lakini ni kwa sababu haujui ni kitu gani cha kufanya baada ya kuota ndoto hizi, na ndio maana maisha yako hayajabadilika kabisa. Sasa napokwenda kuonyesha ndoto hizo, kama bado hauja subscribe channel yetu, unaweza uka subscribe, ili kipindi nacho kuletea mafundisho mapya uwa wa kwanza kuyapata. Kwa sasa, ndoto ya kwanza ni ndoto ya kuota miti yenye matunda mengi miti yenye matunda mengi inamaanisha mavuno, inamaanisha baraka, inamaanisha mafanikio. Ndoto hizi zinaeleza kwamba siku chache zijazo usoni unakwenda kuvuna yale uliokuwa ya umeyapanda. Inawezekana muda huu ninaongea nawe unapambana sana, lakini hauoni matokeo ya kile unachokipambania. Umekuwa unatafuta sana, lakini haupati. Umekuwa unafanya kazi kwa bidii sana, lakini unachokipata ni tofauti na bidii ambayo umeweka kwenye kazi hizo. Sasa ndoto hizi huwa zinakuja kumwonyesha kwamba muda sio mrefu unakwenda kuwa tajiri, unakwenda kula jasho la kazi yako ulioifanya kwa muda mrefu. Yani muda sio mrefu unakwenda kula matunda kwa sababu huenda kama kupambana unapambana, huenda kama kutafuta unatafuta uenda kama kuumiza kichwa unaumiza kichwa, uenda kama kuongeza maarifa kuhusiana na hicho kitu unachokifanya unaongeza sana maarifa, lakini bado haujaanza kuexperience baraka, bado haujaanza kuexperience mafanikio, bado haujaanza kutana matokeo ya kile kitu ambacho umekuwa ukikitafuta kwa muda mrefu. Kwa ndoto hizi zinaonyesha kwamba mafanikio yapo karibu, mavuno. Kuna kitu ulikuwa unakipanda kwa muda mrefu kwenye maisha yako, lakini bado ulikuwa hujaona matokeo, lakini bado ulikuwa hujaona mavuno, lakini bado ulikuwa hujaona matunda, lakini ndoto hizi zinamaanisha kwamba kile ambacho ulikuwa ukikipambania kwa muda mrefu, kile ulichokuwa ukikiokeza kwa muda mrefu, sasa hivi una kwenda kukipokea na unakwenda kula matunda yake muda sio mrefu na pia ndoto hii huwa inaonyesha mali inayoongezeka itatokana na stage ya matunda ya ukwaji ambayo umeiona kwenye ndoto, yani ile hatua ambayo ipo. Kama umeona matunda uliyoyaota ukiwa kwenye ndoto, unaona ni matunda ambayo yameiva sana, aa i ni muda wote kuanzia uliokuwa umeota ndoto hiyo. Wengine mnaota mnapewa matunda na wapenzi wenu. Sasa unapoota unapewa matunda na mpenzi wako, inamaanisha kwamba huyo mpenzi wako unayemwona kwenye ndoto ndo atakuwa ni mtu pekee ambaye atakupa sapoti kwenye hicho kitu unachokifanya. Wengine mnaota mnapewa matunda na ndugu zenu, inamaanisha kwamba huyo ndugu, huyo mjomba, huyo shangazi ambaye umemwona kwenye ndoto anakupa matunda, huyo huyo ndo atakayetumika ili wewe uweze kupatia utajiri na kupatia sapoti kwenye biashara unayoifanya ama kwenye kazi ambazo unazifanya. Huyo sasa, ninapokwenda kuonyesha ndoto ya pili, ni ndoto gani? Kama bado hauja subscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu, na kama video hii imekubariki mpaka hapa tulipofika, basi una Unaweza ukalike pale ulipo. Sasa ndoto ya pili ni ndoto ya kuota dhahabu, almasi ama vito vya thamani. Ndoto hizi huwa zinaonyesha kwamba unakwenda kupata heshima, utajiri na nafasi isiyokuwa ya kawaida. Kama umeota kuna mtu anakupa dhahabu, inamaanisha kwamba utakwenda kuwa tajiri, lakini utajiri huu utatokana na mtu mwingine kukupa sapoti wewe. Inawezekana rafiki yako ambaye atatokea atakupa sapoti, inawezekana ni ndugu yako atakayetokea atakayekupa sapoti, inawezekana ni mdogo wako ni mwanafamilia yako ama ni mwanaukoo mwenzako atakayekupa sapoti hiyo ya vitu ama kuna wengine mnaota ya kwamba wanaokuja kuwapa kwa dhahabu, lulu, vitu vya thamani ni marafiki zenu. Hii inamaanisha kuna baraka inayokuja na sapoti inayokuja, lakini sapoti hii itatoka kwa marafiki zako. Na ndoto hizi pia unaweza kama, nakwambia kwamba ebu anza kuishi vizuri na rafiki zako, kwa sababu hawa rafiki zako ambao unawadharau siku ya leo ndio marafiki zako ambao watakwenda kukusaidia. Hawa watu ambao unawachukulia poa siku ya leo, huenda sasa hivi hawana uwezo, lakini huenda mbeleni hawa watu watakuja kuinuliwa na Mungu, na watu hawa watakapoinuliwa na Mungu, basi watakuja kuinua na wewe maisha yako. Sasa ninapokwenda kuonyesha ndoto ya tatu, ni ndoto gani? Kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe, na kama video hii inakubariki mpaka hapa tulipofikia, basi unaweza ukalike pale ulipo. Sasa ndoto ya tatu ni ndoto ya kuota unahesabu pesa nyingi sana. Ndoto hizi huwa zinamaanisha kwamba kuna milango ya pesa ambayo imekwisha kufungua katika ulimwengu wa roho tayari, na muda huu inaenda kudhirika katika ulimwengu wa mwili, na pia ndoto hizi huwa zinakuja kwa ajili ya kumwandaa mtu ya kwamba Bwana, ebu anza kujiandaa. Kama ufanyi kazi tafuta kazi ya kufanya, kama ufanyi biashara tafuta biashara ya kufanya. Nawezekana dada umeolewa na umefanyika kwa mama wa nyumbani, nawezekana ni kaka ambaye bado unaishi kwenu

utajiri kwenye maisha yako hauwezi ukawa umekaa hivyo, kama kaka wa nyumbani au kama dada wa nyumbani au kama mama wa nyumbani na ukategemea kuwa tajiri. Hata kama unaota ndoto hizi, inatakiwa uingie kufanya kazi, inatakiwa uingie kutafuta biashara. Na ndio maana nimekuambia baki mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu mwishoni wa video hii nitakuonyesha ni kitu gani cha kufanya kama umeota ndoto hizi. Sasa napokwenda kuonyesha ndoto ya nne ni ndoto gani, kama bado hauja subscribe channel yetu unaweza ukasubscribe, na kama video hii inakubariki mpaka hapa tulipofika na bado hauja like, basi unaweza ukalike pale ulipo. Sasa ndoto ya nne ni ndoto ya kuota samaki wengi, huenda unavua samaki wengi ama umeshika samaki wengi. Sasa samaki huwa anamaanisha vipawa, anamaanisha fursa na anamaanisha mwanzo mpya. Na unapoota ndoto za samaki, natakiwa uzingatie kitu kikubwa kimoja: angalia wingi wa samaki ambao unakuwa umewavua kipindi unachokuwa umeota, ama wingi wa samaki ambao unakuwa umewashika kipindi ambacho unakuwa umeota. Kama umeshika samaki wadogo inamaanisha inamaanisha kwamba ni kweli, utatajirika, ni kweli utakuwa na pesa. ndoto pesa hizi pia huwa zinamaanisha kwamba wewe una mvuto usio kwa kawaida, wewe ni blessings magnet, wewe yani wewe ni kama sumaku ya baraka, yani fursa zinakuwa zinakufuata, pesa zinakuwa zinakufuata, vibali vinakuwa vinakufuata watu wanakuwa na kufuata watu wanakuwa na kutafuta, people they are craving for your presence na watu wa namna hii wanakuwa na power sana kwenye speech zao, yani wanakuwa na nguvu sana kwenye midomo yao. Mtu huyu anaweza kuwaambia watu kitu cha kawaida, lakini kitu kile watu wakakifuata. Sasa ndoto ya tano ni ndoto ya kuota upo ndani ya nyumba nzuri ama upo kwenye mazingira ya kifahari sana. Ndoto hizi huwa zinaonyesha kwamba siku chache zijazo usoni unakwenda kumiliki assets. Naposema asset inamaanisha vitu mbalimbali. Unaweza kuwa unakwenda kumiliki biashara kubwa, unaweza ukawa unakwenda kumiliki mtaji mkubwa, unaweza ukawa unakwenda kumiliki nyumba kubwa, na watu hao wanakuwa ni matajiri ya kupindikia, kwa sababu utajiri wa vitu ndio utajiri mkubwa zaidi kuliko utajiri wote. Pesa inaweza ikashuka thamani, lakini asset au vitu haviwezi vikashuka thamani hata siku moja. Maana kuna kipindi unaweza kuona dola moja ya Marekani ni shilingi 2700 ya Tanzania lakini baada ya miezi mimi ukaona kwamba dola moja ya Marekani ni shilingi 2400 ya kitanzania. Kwa nini? Kwa sababu pesa inaweza kashuka thamani. Lakini mtu ambaye ana utajiri wa vitu, vitu huwa havishuki thamani. Ardhi huwa haishuki thamani. Mifugo huwa haishuki thamani. Sasa muda huu ndo nakwenda kwenye pati muhimu sana kuliko hata hizo ndoto nilizokutajia. Ni pati ya nini kifanyike baada ya kuota ndoto hizi ili kuhakikisha kwamba baraka na utajiri inakuja kwenye maisha yako. Ninapokwenda kukueleza, kama bado hauja subscribe channel yetu, unaweza uka subscribe ili baraka hizi zinapodondoka mahali hapa YouTube huwa unakuwa wa kwanza kuzipata na kama hujalike video hii basi unaweza kaa pale ulipo. Jambo la kwanza utakaofanya utafungua katika kitabu cha Mithali sura ya 10:22, inayosema baraka ya Bwana hutajirisha, wala hachanganyi huzuni nayo. Kwa hiyo utaingia kwenye maombi, utasema hivi: Baba, katika jina la Yesu, baraka yako hutajirisha. Mungu wa mbinguni, kwa umenionyesha kwamba nitakuja kuwa tajiri Mungu naomba kupitia ndoto hizo ya kwamba Bwana, ukaachilie baraka yao kwenye maisha yako, ambapo baraka hiyo atanifanya kuwa tajiri kuanzia sasa, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Baba nakiri ya kwamba mimi ni tajiri kuanzia sasa. Nakiri ya kwamba mimi ni wajuzi wa chini. Jambo la pili utakaofanya, utafungua katika kile kitabu cha Mathayo, sura ya 6 mstari wa 33, inayosema hivi bali utafuteni ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Kwa hiyo utaingia kwenye maombi, tunasema hivi, Baba katika jina la Yesu, Mungu umenipangia mimi kuwa tajiri mkubwa siku chache zijazo usoni. Lakini Mungu ninaomba unisaidie nikapate kuweza kutafuta ufalme wako na haki yako ili hata mengine nao tafuta nikapate kuzidishiwa kuanzia sasa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ambaye hai. Basi utakapofanya mambo hayo makubwa mawili niliyokuambia siku ya leo, utakuja kuona kwamba zile baraka za utajiri ambazo Mungu amekuahidi kwenye maisha yako zinaanza kuja kutimilika. Na pia kama una ndoto ambayo haujui tafsiri yake, basi unaweza kuandika kwenye comment section pale, na nitakujibu mara moja. Na kama una shida binafsi, unataka nikombee ndoa, unataka nikombee mchumba, unataka nikombee ndoto za kusumbua, basi unaweza kuchukua namba yetu ya simu ambayo inaonekana upande wetu wa kulia wa chini wa screen, na usinitumie message, nipigie moja kwa moja. Napokea maelfu na maelfu ya message, ukinitumia message utaweza kunipata kwa wakati. Naomba unipigie moja kwa moja. Pia kama unahitaji kujua tafsiri nyingine za ndoto na mafundisho mengine ya kiroho, unaweza kutembelea channel hii. Nimetoa tafsiri nyingi sana za ndoto mahali pale, Nimetoa mafundisho mengine mengi sana ya kiroho, ukiachana na haya ndoto, na muda huu tumefikia mwishoni. Kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe, na kama bado haujaliki video hii, basi unaweza ukaliki pale ulipo. Mungu akubariki sana. This is Apostle Deusi Sengo. Amen, shalom, peace.